Mzigo wa majukumu. Siku ya mazishi ya baba yake Dula ilikuwa yenye majonzi. Watu maarufu walijitokeza kwa wingi, wengine kutoka mikoa mbalimbali. Hotuba zilitolewa, sifa za marehemu zikapewa. E, alikuwa mtu mwenye moyo wa kusaidia, aliyejenga shule, zahanati na kusaidia wengi kuanzisha biashara. Lakini Dula, aliyevaa suti nyeusi ya gharama, alikuwa kimya. Kichwa chake kilijaa mawazo, alianza kuhisi aibu watu walikuwa wakimwangalia kama wanasubiri kitu kutoka kwake, kama vile sasa yeye ndiye angetakiwa kuchukua nafasi ya baba yake. Baada ya mazishi, siku chache baadaye, mama yake alimuita sebuleni. Dula, mama alianza kwa upole, baba yako alikuacha kama msimamizi wa miradi yetu yote, kuna maduka, kampuni ya usafirishaji na mashamba, lakini kumbuka, yote haya yana deni kubwa benki. Alikuwa anaamini utabadilika na kuchukua uongozi. Dula alidua. Hakuwahi hata kuingia kwenye ofisi ya kampuni. Alijua tu pesa huingia kwenye akaunti yake na hutumia bila kujua chanzo. Mama alimsogezea faili nene lililojaa karatasi za mabenki, mikataba na takwimu za biashara. Hii ni kazi yako sasa. Ukichezea mali hii tutapoteza kila kitu. Kwa mara ya kwanza, Dula alihisi hofu ya kweli. Marafiki zake wa anasa walikuwa kimya. Hakukuwa na sherehe wala kelele. Kila mtu alimtazama kama mtu mzima. Sasa aliamua kuanza na ofisi ya baba yake. Alienda na kukaa kwenye kiti ambacho baba yake alikalia kwa miaka mingi, lakini baada ya saa moja alianza kuchoka. Hakuweza kuelewa takwimu wala lugha ya biashara. Aliwaza, hii nitawezaje haya yote mimi? Nilizoea starehe, esi kazi na hapo ndipo jaribu lake la kwanza lilipoanza, ili kuendesha biashara bila maandalizi yoyote. Wiki ya kwanza ya Dula kama msimamizi wa mali ya familia ilikuwa ya sintofahamu. Alifika ofisini kila siku akiwa amechelewa, akivaa nadhifu, lakini akitazama simu muda mwingi kuliko karatasi za biashara. Wafanyakazi waliomzoea marehemu baba yake walishangaa. Hawakumuona akitoa maamuzi yenye maana, na wengine walianza kupoteza matumaini. Katika juhudi za kujionyesha anaweza, Dula alisaini mkataba wa usafirishaji na kampuni moja aliyokutana nayo kwenye hafla ya usiku. Bila kuchunguza kwa kina, alikubali kutoa malori manne kwa kazi ya mwezi mzima kwa malipo ya awamu ya mwisho. Wiki mbili baadaye, malori hayo hayakurudi. Simu za kampuni ile hazikupatikana. Ilibainika kwamba ilikuwa ni kampuni feki iliyowatapeli watu wengi nchini. Dula alikosa cha kusema. Aliporudi nyumbani, mama yake alimkuta akiwa kimya, macho yamevimba. Alimsogelea kwa upole. Umepoteza nini sasa mwanangu? Malori manne mama, yameibiwa, Dula alijibu kwa sauti ya chini. Mama alikaa kimya kwa muda, kisha akasema, Dula, pesa si tatizo kubwa, ni akili na maamuzi. Hicho ndicho kilichomweka baba yako juu. Kwa mara nyingine, Dula alihisi udhaifu wake. Alienda chumbani kwake akakaa pekee akitazama picha ya baba yake ukutani. Baba, hivi nitaweza kweli, aliwaza huku machozi yakimtoka. Lakini alijua kuacha haikuwa chaguo tena. Alihitaji msaada. Lakini angeupata wapi? Je, nini kitaendelea? Usikose sehemu ya tatu.